wanawajibu mwingine wa kutimiza kwenye utumishi wao kuliko kuja kusimamia uchaguzi. Wewe ni mwalimu, una unaacha kazi ya ualimu na kuja kusimamia uchaguzi, nani watoto ya fundisha watoto? Unaona? Nani, nani, eh, kwa hiyo, kwa hiyo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 anapaswa kuwa hospitali kama ni mtumishi wa halmashauri anapaswa kuwa kwenye utumishi wake huo. Muda hata kuwa kule, atakuwa nakula posho huku na mshahara kule atalipwa. Hizi siku kumi ulikuwa kwenye, kwenye uchaguzi, mshahara wako tunakupunguzia? Atalipwa mshahara vizuri tu na posho huku atakula. Kwa nini tuwalipe tu watu mara mbili? Kuna athari kubwa sana za kiuchumi, athari za kiutendaji, athari pia za haki za binadamu na utawala bora. Kwa hiyo tusichukulie jambo hilo e, kiuwepesi au kuona kwamba wao wana maadili au ni watu bora kuliko watanzania wengine, sio kweli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 makamu mwenyekiti wa tume na wajumbe wa tume ya uchaguzi, lakini haijasema kuhusiana na wasimamizi wa uchaguzi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 ahiyo mzizi ukiwa wa haki, amani itapatikana. Lakini tutapokuwa tunazidi kutwa hapa watu fursa mbalimbali, kuwabagua, kuwanyima akizaza mzizi, tunakuwa na uchaguzi ambao sio huru na haki, haki, na tukiwa na uchaguzi ambao sio huru na haki matokeo yake yanakuwa sio mazuri. Nashukuru sana kwa wasaa wako Jabra Kambole, uh, mwanasheria hapa, sina shaka. Asante sana.